Nafurahia gari za Chief God Love kupokonywa kuchukuliwa, kubebwa. Godlove kufilisika. Haya, si afadhali hata huyo Chief God Love sasa aliwahi kuona hata hizo gari. Ah, tufanye ni kweli sasa zimechukuliwa. Eh, wewe faida yako nini unavyochekelea? Unakuta mtoto wa kiume anachekelea eti mwanaume mwenzie kupokonywa gari, si shoga huyo au wechoko mwanetu. Yaani unachekelea nini? Yani, kinachokufurahisha sana kwenye anguko la mwanaume mwenzio ni kitu gani? Haya, mwanaume mwenzio angalau sasa ashai kumiliki gari la bilioni mia mbili na milioni mia nne sasa hivi kapokonywa, hana lakini aliwekwa nalo, ina maana anazijua njia alizozifanya mpaka akalipata. Kwa hiyo kama niliwahi kuwa na pesa na zikaisha, ina maana ni njia nilizofanya mpaka nikapata zile pesa, nina uwezo wa kufanya njia hizo hizo, au nikabadilisha zingine. Lakini wewe hujawahi kupata, kwa hiyo wewe ni mpumbavu. alafu wewe una akili kwa sababu wezi, ukawa hauna pesa, ukatuambia una akili. Akili unafanyaga nini wewe? Kama una pesa ni una akili, na mtu ambaye hana akili hawezi kuniambia chochote mimi. Yaani wewe utaingia kwenye mtandao utacheka, utafurahia gari za Godlove kuondoka, lakini huna cha kuniambia wewe. Ni maskini bado. Mimi nina utajiri wa akili, hata kama sina gari. Utajiri wa akili umejaa hapa Kufulaia. Kwa hiyo wewe endelea kufurahia kwamba Chief God Love amesota, sijui ana hela sijui nini, lakini mimi na akili we una sasa, una cha kuniambia afadhali? Kama hela nilimewahi shika, ninazo kama magari nisha kumiliki, na bado mengine ninayo. Simesema watakuja kuchukua, watume nao watu waje wachukue hizo gari, kata video.